Naam, karibu tena kwenye Ndugu Online TV. Mimi naitwa Hassan Boy ya madihaa Tanzania. Na hii ndo Back to History, sehemu ambayo unapata historia za watu, historia za mataifa mbalimbali mbali, vita vilivyokwisha kupigana huko nyuma. Sasa leo nataka nikupe historia ya chanzo cha vita ya Korea na kugawanyika kuwa Korea Kaskazini na Korea Kusini. Hapo zamani Korea ilikuwa ni nchi moja. Nchi hiyo iliganywa mara mbili na Marekani na Russia kupitia iliyokuwa umoja wa dola za nchi za Kisovieti iliyojulikana kama USSR kuanzia mwaka 1910 mpaka kufikia nyakati za mwisho kuelekea kumalizika kwa vita kuu ya pili ya dunia, Korea ilikuwa imekaliwa ama inatawaliwa na Japan. Baada ya nchi ya Japani kuwa maututi kutokana na bomu lililopigwa na Marekani lile la nyuklia, Marekani na Urusi waliamua kuikomboa Korea. Marekani na Urusi walichora mpaka uliojulikana kwa jina la Seti pale, kisha Urusi akaipiga uh, Korea Kaskazini na kuchukua naam Urusi aliipiga Japani upande wa Korea Kaskazini na kuichukua Korea kaskazini na uh, Marekani akaipiga Japani upande wa Korea kusini na kuichukua Korea Kusini. Um, hivyo ndivyo ambavyo, uh, waliigawanya Korea uh, na kuwa Korea kaskazini na kuwa Korea Kusini. Athari za Marekani na Urusi kuigawanya Korea zilianza kuonekana pale ambapo Urusi kwa kuwa na sera za ujamaa waliambukiza Korea Kaskazini ujamaa, na Marekani kwa kuwa wana sera za ubepali waliambukiza Korea Kusini uh, sera za ubepali. Marekani siku zote anaamini kuwa Korea Kaskazini anakumbatiwa na Urusi na China, mataifa ambayo ni maasimu wake katika safari ya ku aa, ya kuongoza dunia kiuchumi, kisiasa, kiteknolojia na kijeshi. Lakini pia Korea Kaskazini, Korea Kaskazini, Urusi na China wanaamini kuwa Marekani anasaidia sana Korea Kusini kiuchumi zaidi ili istawi zaidi na kuishinda Korea Kaskazini. Naam, tuangalie chanzo cha vita ya Korea Kaskazini. Ah, vita chanzo chake ilikuwa ni Uh, chanzo cha vita ya Korea Kaskazini na Korea Kusini ni Marekani na Urusi na China. Ndiyo sababu ya vita vya Korea Kaskazini na Korea Kusini tarehe 25 mwezi wa sita mwaka 1950 mpaka tarehe 27 mwezi wa saba mwaka 1953 19, na vita hii ilidumu kwa muda wa miaka mitatu na mwezi mmoja. Korea Kusini alishawishiwa kujitangaza ndiyo mmiliki wa dola nzima ya Korea na Korea Kaskazini pia alishawishiwa kujitangaza kuwa ndiye mmiliki wa dola ya Korea nzima. Mwanzo wa vita ya Korea ni pale ambapo Marekani alitangaza kuwa Korea Kaskazini amevunja masharti ya kuvuka mpaka na kuingia Korea Kusini, jambo ambalo ilikuwa ni mkataba kwamba asivuke yoyote, asivuke kwenda kaskazini wala kusini, asivuke wala kaskazini, asivuke kwenda Korea Kusini. Awali ilionekana Marekani isingetumia nguvu kubwa kuikabili Korea Kaskazini na maeneo ya maeneo ambayo vita ilipigana ilikuwa ni bahari ya njano, bahari ya jap na boda ya nchi ya, nchi ya China na Korea Kaskazini. Hata hivyo, Marekani ikiwa imeweka kambi iliyojulikana kwa, kwa jina la Choosing Reserve Company Mwaka elfu moja mia tisa na hamsini ilishambuliwa kwa kushtukizwa na China. Hata hivyo, mapambano makali yalitokea, nchi ya China iliamua kumshambulia Marekani ili kudhoofisha mpango wake wa kuipiga Korea Kaskazini, na mapambano hayo yalidumu kwa muda wa siku kumi na nne na mapambano hayo we, ya China na Marekani yaliitwa Battle of Chosin Reservoir yaliyofanyika Novemba 27 mpaka Disemba 13 mwaka 1950. Lengo kuu ya vita hii ilikuwa ni China kuidhoofisha Marekani mpango wake wa kuipiga Korea Kaskazini. Hata hivyo, baadaye Umoja wa Mataifa mataifa ya Uingereza na Korea Kusini viliungana na Marekani kuikabili China na kufikia hatua hiyo vita vikawa vimepamba moto, ambapo Korea Kusini alikuwa akisaidiwa na vikosi vya Umoja wa Kimataifa wa Marekani na Waingereza, Kanada, Afrika ya Kusini, Ufaransa na mataifa mengine yaliyokuwa yakitumia sera za kibepari, wakati Korea Kaskazini alikuwa akisapotiwa ama akisaidiwa na nchi ya China, Russia, Ujerumani, Ujerumani Mashariki uh, Bulgaria pia Jamhuri ya Cheki mataifa, na mataifa mengine ambayo yalikuwa yanatumia sera uh, za kiujamaa na ushirika walikuwa wakisaidia Korea Kusini, walikuwa ni ushirika mataifa ishirini na nane. Uh, na washirika walokuwa wakisaidia Korea Kaskazini walikuwa ni kumi. Hapo unaweza ukaona namna vipi Korea Kusini alikuwa na washirika mataifa wengi, na mwisho kabisa wa wa vita hii utagundua tafsiri kamili ya vita vya Korea Kaskazini na Korea Kusini ni uhasimu wa kihistoria kati ya mataifa ya ujamaa na mataifa ya kibepari. Korea Kusini na Korea Kaskazini ni nchi ndogo, lakini ziligombanisha mataifa makubwa ambayo yameendelea duniani. Naam, asante sana kwa wewe ambaye umekwisha kusubscribe channel yetu ya Ndugu Online TV. Ah, wewe ambaye hujasubscribe fanya kusubscribe kisha gusa alama ya kengele ili unapata notification kwa kile ambacho tunakuwa tumekusogezea. Asante.